Mario kwa level yake alipofikia, sio wakati tena yeye aanze kujipendekeza kwa Diamond, unaelewa. Isipokuwa mimi nachokiona, wasanii wetu kama alivyosema Chris wanatengeneza ule umoja ambao watu wengi wana utamani, unaelewa eh? Alafu kingine pia ukimfuatilia Mario Mario since ameanza muziki wake, tunamjua mpaka leo alipofika, si msanii wa matabaka, yani si msanii wa matabaka. Mba, mimi nipo kwa Alikiba nimejifungia kwa Kiba tu hakuna msanii mwingine ambaye anaweza pengine kufanya kazi na mimi hapana, uki labda kwa sababu inatokea tuko na wakati upepo wa burudani mm, unatokea labda pengine wakati huu ni wakati wa Alikiba na Mario kufanya kazi pamoja, na hiyo imekuja kama unakumbuka wakati ambapo kolabu ya sumu imetoka, mm, Alikiba iko na Mario halafu huku ikatoka enjoy juks na Diamond mm, so pale niliona vita tu ya kibiashara, tuko na sumu tuko na enjoy game ikae imechangamka, huku wapati mfululu huku, sijui nini, unaelewa eh? Yani yeah. Kila mtu kawa anavutia kwake, so ule ni wakati ambao tulikuwa ni biashara ya muziki wetu imechangamka, lakini haina maana kwamba pengine huyu uh, Mario basi amefungwa kwenye chumba kimoja kijichumba hmm. kidogo ambacho yeye hawezi kutoka. Hapana, mimi simuone Mario ni kama ni msanii wa matabaka au ni msanii wa upande mmoja, umeelewa eh? kwa hiyo na ndio maana hata kwenye kampeni za CCM pale Kawe alimfata kamsalimia, umeona eh, mzee mzee, vipi. Ile ni heshima kwa sababu kwanza ni kaka yake kwenye muziki, unaone, lakini pili hakuna eh, beef ambayo ipo, japo huko mtandaoni ilikuwa inazungumzwa. Of course mengi sana yamezungumzwa kuhusu Marioo, Diamond, vitu kama hivyo, umeona, ilikuwa inatengenezwa hebu ionekane kwamba pengine kuna shida ipo, lakini nimependa Marioo ameweza, eh, kuovercome hiyo, kutokukubali kuingizwa katika matatizo na Diamond, labda ionekani wana shida. mm. Ameendelea kumheshimu kaka yake, na ndio maana pia kwenye video ya Sasampa ametokea pale mm. wale wote ni familia. Ona ni ni, ni, ni wasanii ambao wanasapoti muziki wetu kwa hiyo mi nimependa, na huoni video imenoga kuwa na wasanii wengi na, na shoti yao ilikuwa ni nzuri sana yeah, nzuri kwamba fulani hivi wameinama alafu wanaamka hivyo mm. Babu sasa hapa sasa hapa huyu hapa Marioo, wale Mondi noma sana <laughs> wakati pia kama unakumbuka festival ya <laughs> Oskia festival mm. ya wasafi ya Mtwara mm. Marioo alikwenda pia na Diamond kama unakumbuka, mm. wakati ule wao wako pamoja pale kwenye ndege wanaona wanaongea wana mm. so ni wasanii ambao utagundua kwamba bondi yao haijaanza jana. Ni watu ambao wana, wana bondi yako mengi ya chini ambayo iliendelea zamani, vitu kama hivyo mm. So watu ambao wanajuana